Simba, Simba alifungwa goli chache na, na Berkane mm. Kwa sababu kwenye, kwenye mchezo wa mpira wa miguu mm. ukiwa na siku mbaya ofisini yeah. unaweza ukafungwa goli ambazo hazina idadi yeah. ile nilio itazama pale mimi, tofauti yangu ni moja tu mm. sio Berkane, yes wana, wana, wana timu nzuri wana quality players mm. ambao wana uwezo mkubwa wa kuamua matokeo, lakini Simba pia alikuwa na siku mbaya ofisini. Simba alicheza sana chini ya, chini ya kiwango mm. sehemu kubwa ya wachezaji wake ambao wamekuwa wazuri kwenye kuamua mechi hawakuwa na, na siku nzuri kuanzia Kibu Denis mm. Mpanzu, yani Shalea huwa wote hawakuwa sawasawa sawa. kwa hiyo ilikuwa ni siku mbaya ofisini kwa mm-hmm. Simba ambayo angeweza kufungwa goli nyingi mm. so kwa kufungwa goli mbili kwenye, kwenye, uh, kwenye mechi ya fainali bado ni goli nyingi sana. Mimi naogopa goli mbili kwenye, kwenye mtoano. Kwenye mm. ligi hakuna tatizo, lakini kwenye, kwenye mtoano naziogopa sana goli mbili, kwa sababu zinakulazimisha mechi ya pili uje ujilipue zaidi mm. Sasa kwenye, kwenye kujilipua itabidi wateki riski kubwa, kwa sababu uko, uko behind kwa goli mbili, upate goli mbili na uone unalazimisha kwenda kwenye kwenye kwenye penalti mm, au unaenda kupata goli la tatu kuweza kushinda kik kikombe, kucheza dhidi ya timu bora, goli mbili ni nyingi sana kuweza kuzichomoa, lakini kwenye mchezo wa mpira wa miguu tumewahi kuona mara nyingi sana goli mbili watu wakipindua mm, na kuweza eh, kusajabisha watu. Ni Simba hawa hawa ambao walifungwa na na Almasiri na kwenye ile mechi, pamoja na kuwa Simba anaonekana alishambulia sana, lakini mimi bado kwangu goli mbili zilikuwa nyingi Simba aliileta mechi kwa, kwa Mkapa hapo akapata goli mbili akaenda kwenye penalti akaweza kukwalifai kwa hiyo, iko nafasi ya Simba kwenda kuutoa ubingwa, lakini ni finyu na inahitaji Simba aamke akiwa kweli kwenye ubora wake. Simba kweli awe ameamka kwenye siku yake mm, ambayo yuko vizuri mm, ana uwezo kupata hizo goli kwa sababu kama dakika arobaini na tano za kwanza atapata goli moja, unajua Simba akipata goli moja tu mm, mechi itafunguka kwa sababu goli lolote ambalo litapatikana hapo, kwa hiyo ataleta pressure mm. kwa Berkane yes. yes. ambao anajua Simba akipata goli la pili mm. hii mechi wanaweza wakaipeleka sehemu nyingine, lakini pia akifunga bao la kwanza italeta pressure pia ndani ya Simba yeah. kwamba sasa kikombe kiko, kiko mbele yetu mm. naamini kama Simba eh, kocha Fadru akiipanga timu yake vizuri na vijana wake wakiamka vizuri akipata goli dakika arobaini na tano za kwanza ana uwezo wa kupindua mm. eh, haya matokeo kwa sababu pamoja na uzuri wote tunaozungumza wa Berkane lakini bado naamini Simba alicheza vibaya sana kwenye ile mechi mm. Angecheza kwenye kiwango chake, labda matokeo yangebaki the same but at least performance ingeweza kuwa, kuwa, kuwa tofauti. So nadhani pamoja na kusifia uh, ubora wa Berkane, Simba pia hakuamka vizuri. Simba wa kuamkapa ni Simba wa maeneo mengine yote performance kubwa na rekodi za Simba kwenye mechi za kimataifa tunazozijua wote zote ziko kwa Mkapa. Hapo kwa Mkapa, Simba huwa anakuwa mwingine kabisa. Umewahi kuiona Simba Edo ya, ya, ya, ya msimu jana yeah, ambayo ilifika robo fainali ya, ya Champions League ile Simba ilikuwa dhaifu kuliko hivi sasa hivi, unanielewa? Lakini bado kwa Mkapa hakuna timu imewahi kupata wepesi kuweza kucheza na, na na Simba kwa Mkapa. Tuseme kwamba huwa hawafungwi. Lakini hii mechi Simba akiicheza kwa Mkapa, ana uwezekano mkubwa sana kwenda kupindua matokeo. Lakini amani. Na na kiwanja kingine. <laughs> Nilisema hapa ukiwa <laughs> na timu bora unaweza <inaudible> ukashinda <Okay>. Mahali popote. <inaudible> Lakini Simba anapata advantage zaidi. Yeah. Akicheza akicheza kwa Mkapa. Unajua vitu vingine Edo vinakuja ni, ni, ni imani tu saa nyingine kwa sababu wewe ndicho unachoamini, unanielewa mm. Kwa sababu imani umeiweka pale, Simba anayecheza kwa mkapa ni Simba tofauti na pengine kokote kule. Simba anaweza kuizuia Berkane asipate bao lolote ndani ya dakika tisini, anaweza kuizuia mara ya mwisho Simba amecheza na Berkane hapa. Oscar usizungumze mara, ndio nachozungumzia ndio record, kwa sababu utazikataa vipi? Ah record unazungumzia leo, tukikupa vitelevi na Berkane wakati huo na Berkane sasa hivi, na Simba, na Simba time ile, sio Simba time ile. Ninachosema hivi, mechi ya mwisho ya Simba na Berkane hapo, Berkane alikufa bao moja sifuri, yani mimi ninavyojua kwenye mpira. Kwa hiyo ukiniuliza naweza kuizuia jibu langu ni yes. Yani mimi mimi ninachoangalia ni dakika 90 za mechi iliyopita Tukichukua Fest 11 na Berkane anaoisema Oscar unakuta hakuna mchezaji hata mmoja. Kwa hiyo mimi wakati mwingine rekodi historia za wakati huo nitakwambia mwaka 85 Yanga alifunga Lahali. Yaani hao walishakuwa wazee na wa Yanga washastaafu wengine wamefariki. Kwa mimi nachoangalia mm, tunaangalia gatai. Kwa mfano sasa hivi ukiniambia Madrid na Barcelona. Sasa nikakwambia bwana Barcelona alikuwa anaenda Santiago Bernabeu pale, sijui wapo wakina dilima na anapata matokeo. Tunazungumzia kuhusu Simba, naweza kuzuia, nimesema yes. Ah, kwa, kwa mujibu wa pambano lililopita, sio historia, kwa sababu hata ukiangalia first eleven na Berkane wakati huo ya Simba wakati huo ni vitu yeah. Eh, tunazungumzia kwa mujibu wa pambano lililopita na hili, lakini ulishasema kwamba Simba yaani Oscar ana mtindo huo, ana tabia hiyo ya kuleta mambo yalotokea mwaka mwa, mwa juzi okay, yaani kuleta mambo yanayokuja, tunatumia historia m iliyobadilika ni Berkane, Simba haijabadilika. hata Simba amebadilika, umeniuliza ina uwezo kumzuia asipate bao, jibu langu ni yes. Sasa hiyo ni according hapo, kinachomsababisha Simba amzuie Berkane kwa Mkapa ni ipi? Mabeki wanakuwa wapya au ni nini? unajua ikatazo sasa kuja kama mtu ametumia kitu chochote. Ah wewe sasa. Atakuwa ametumia kitu kutoka nje. Hiyo ni huyu sasa. Nimesema, nime tena. Hiyo ndiyo kuuliza swali. Inawezekana Berkane ikachezwa dakika 90 bila kuifunga Simba? Haiwezekani. Wale wanaona hiyo inawezekana. Ndio tunamuuliza sasa kama hajavuta chochote atuambie sababu ni nini hapa. Sasa nyingine tutakuwa tunaleta hizo sauti ili ndio kukatakata mdomo. Eh. Alikuepo hapa. Wale Stelen bush wanakimbia wale wote kama mbogo, ikawaje? walikufa na wakatoka, umenielewa? <laughs> yeah. Berkane anakuja kufa hapa kwa mnyama kivipi? Acha utabiri wewe, Berkane anakuja kufa hapa utabiri huu? Yani simba wenyewe hawataki, hawataki ni. Yani wanatamani watafuta, sema wasema kwanza kwanza, akunaga Simba, usiwaseme Simba, akunaga Simba, mwenye akili hizo za kwako wewe, hayupo hayupo hayupo. Simba huyo, unajua utamu wa ngoma, unasema anaujua, anaucheza. Simba ule moto namna yaani walivua viatu hivi vinatoa moshi <laughs> ona famasi, unakimbizwa nenda, unakimbizwa kurudi, unapelekwa tena. Kwa sababu wale, kuna muda nilikaa, unajua mimi ndo nimeeka hela nikakaa nikaangalia, niko mbona kama ni wengi wamezidi. <laughs> Berkane wako kama wengi mbele, wengi nyuma, wengi sisi, nikasema hivyo wamepungua wapi? Kwa sababu Simba wakiokoa wale wako kama wanakudai, wako hapa mbele ya mstari muda wote, wako hapo hapo. Simba wanajaribu kupiga counter attack, dakika kumi wale wamejaa tena kule, wameshazuia. Mbona kila sehemu ni wengi, wale ni wengi sana. Unajua, nakwambia ukweli, Oscar, Berkane mkiwa nacheza nao ni wengi.